Wapendwa wahujaji wa wa matumaini, amani, amani, amani! Karibuni katika tafakari ya Jumapili ya pili ya maajilio mwaka A wa kanisa. Leo tunawasha mshumaa wa amani. Katika dominika iliyopita tuliaswa kuamka kiroho na tuliwasha mshumaa wa matumaini, lakini leo tunaalikwa kutembea katika amani ya Bwana. Mshumaa wa amani unatukumbusha kwamba ujio wa Masia ni ujio wa mfalme wa amani. Na yeyote anayengojea kuja kwa huyu Kristu ni lazima azalishe amani moyoni, katika familia, katika jumuiya na katika dunia nzima. Katika ulimwengu wenye mivutano, vita na mafarakano, neno kuu la leo ni amani ya Kristu ianze ndani yako. Masomo ya leo yatatupa tafakari na mwanga jinsi ya ya kuishi amani hii ya Kimasia. Katika somo la kwanza nabii Isaya sura ya kumi na moja aya ya kwanza mpaka ya kumi tunaona taifa la Israeli likiwa limeporomoka kisiasa na kiroho. Mamlaka ya mfalme Daudi yalikuwa ni kama mti uliokatwa. Taifa lilikuwa limegawanyika na watu walikuwa wamechoka. Tumaini lilikuwa limepotea kabisa. Nabii Isaya anawaletea wana wa Israeli habari njema kutoka katika kisiki kilichokauka. Mungu analeta chipukizi, yani Masia anayekuja ataleta haki, uadilifu na amani ya kweli. Katika maisha ya Mkristo wa leo, kisiki ni ishara ya ukavu mioyoni mwetu. Unaweza ukawa ni ukavu wa ukosefu wa amani, unaweza ukawa ni ukavu wa ukosefu wa mapendo. Lakini Mungu anatuambia kwamba chipukizi litachipua kutoka katika kisiki hicho. Ni ujumbe wa faraja ambao tunaambiwa kwamba hata pale ambapo tunahisi kwamba mambo yetu hayaendi, Mungu anaweza kuanzisha mahusiano mapya. Nabii Isaya pia anatoa taswira ya amani ya ajabu, mbwa mwitu atakaa pamoja na mwanakondoo, lakini pia mtoto atacheza katika tundu la nyoka. Hii ina maana gani? Amani ya Mungu inaweza kubadilisha tabia inaweza kubadilisha mioyo, inaweza kubadilisha mahusiano, na hali ambayo mwanadamu aliona kabisa kwamba haiwezi kubadilika, Mwenyezi Mungu anaweza akaibadilisha. Kwa hiyo leo tujiulize, ni sehemu gani ya maisha yangu imekuwa kisiki, imekauka na inahitaji amani ya Kristo? Somo la pili, waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi Sura ya kumi na tano aya ya nne mpaka ya tisa. Mtume Paulo anaelewa maisha halisi ya Wakristo wa Rumi, katika kanisa la Roma kipindi kile, kulikuwa kuna ugomvi na malalamiko na kutokuelewana. Ni kanisa ambalo lilikuwa lina migawanyiko kati ya Wakristo wa Wayahudi na Wakristo wa mataifa. Walivutana kuhusu sheria, kuhusu chakula, kuhusu namna ya kuishi imani yao kikamilifu. Mtume Paulo anawaandikia barua akiwaasa kwamba wavumiliane wasikilizane wafarijiane, waishi katika umoja, waonyeshe kwamba Kristo aliyekuja amekuja kwa ajili ya wote, hajaja kwa ajili ya kubagua watu. Katika maisha ya mkristo wa leo, ndugu zangu, hatuwezi kuwa watu wa amani kama tunaishi katika migawanyiko ya namna hii. Familia nyingi zinakosa amani, si kwa sababu ya matatizo makubwa, lakini bali kwa sababu watu wameshindwa kuvumiliana. Amani si kitu cha kutengeneza kwa nguvu, tunahitaji msaada wa Kristo, mfalme wa amani. Mtume Paulo anatuasa pia kwamba wote muwe na nia moja katika kumtukuza Mungu. Amani inapoingia katika familia ya ndugu zangu, au katika jumuiya zetu, kila mkristu huwa na lengo moja, watu huwa wamoja kumtukuza Mungu katika maisha yao. Katika injili ya Matayo, sura ya tatu, aya ya kwanza mpaka ya kumi na mbili injili hii inamtambulisha Yohane mbatizaji kama sauti iliyao nyikani akihubiri toba na kuandaa njia kwa ajili ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yohane ni nabii wa maajilio, ndugu zangu. Lugha yake ni kali na wito wake ni thabiti. Anasema tengenezeni njia ya Bwana, toeni matunda yatokanayo na toba. Yatupasa kuwa watu tunaotoa matunda ya toba, kwa sababu kuwa na toba bila matunda ni neno tupu. Amani haiwezi kukaa katika mioyo yetu kama sio watu wa kutubu. Amani ya kweli huanza katika moyo wa mtu ambaye anamruhusu Mungu kumbadili kutoka ndani. Bila toba hakuna amani, ndugu zangu. Yohana anatupa changamoto tatu katika somo la Injili kutengeneza njia. Kwanza, kutengeneza njia yani kuondoa vikwazo vya viburi, hasira, visasi na uongo. Pili, anatuwasa kuzuia unafiki wa kidini. Yaani, haitoshi tu kwamba mtu anaenda kanisani, lakini zaa matunda yatoka nayo na amani katika maisha yako. Tatu, kubali kubatizwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiyo chanzo cha amani, si kwa nguvu zetu binafsi. Kristo ndugu zangu anakuja kuleta amani, lakini kwanza anataka tusafishe mioyo yetu, tuondoe mizizi inayotuzuia amani kustawi katika mioyo yetu. Je, ye, tupo tayari kumruhusu Kristo aingie ndani ya mioyo yetu na ang'oe mizizi hiyo? Wapendwa mahujaji wa matumaini, katika dominika hii ya pili, ambapo tumewasha mshumaa huu wa amani, tunakumbushwa kwamba amani huanza mioyoni, inaendelea katika familia zetu, na inakuwa katika jumuiya, na baadaye inaangaza dunia nzima. Hivyo tumwombe Kristo ambaye anakuja atujaze katika mioyo yetu roho ya kuvumiliana, atusaidie kuwa watu wa kuelewana, avunje ndani yetu vyanzo vya vurugu watugeuze ili tuwe vyombo vya amani katika jumuiya zetu na katika familia zetu. Tuungane na Mtakatifu Fransisko wa Asizi aliye sali kwamba: Bwana, unifanye niwe chanzo cha amani yako. Palipo na chuki, nilete upendo; palipo na kuumia, nilete msamaha; palipo na shaka, nilete amani; palipo na kukata tamaa, nilete tumaini; palipo na giza, nilete mwanga; na palipo na huzuni, nilete furaha. Amani ya Kristo itawale daima. Tumsifu